Habari, karibuni sana katika kikao hiki cha baraza la wafanyakazi wa Tume ya Vyuo Vikuu, na niliyeko mbele yenu kama nilivyotambulishwa, ni Katibu Mtendaji wa Tume ya Vyuo Vikuu Tanzania TCU. Jina langu naitwa Profesa Charles Kihampa, na habari ambayo uh, tunaomba leo iweze kufika kwa umma wa Tanzania lakini na wadau wengine mbalimbali ndani na nje ya Tanzania, ni taarifa inayohusiana na kuongeza muda wa udahili wa shahada ya kwanza katika programu ambazo bado zina nafasi kwa mwaka wa masomo 2025 2026. Udahili wa wanafunzi wa shahada ya kwanza kwa ajili ya mwaka wa masomo 2025 2026 ulianza tarehe 15 Julai kwa awamu ya kwanza ambayo ilikamilika tarehe 10 eh Agasti. Baadaye tulifungua awamu ya pili tarehe mbili, tarehe tatu mwezi wa Septemba, ambayo ilikamilika rasmi tarehe 21 Septemba. Na baada ya kukamilika hii awamu ya pili, sasa ilikuwa ni jukumu la vyuo kuweza sasa kuchakata majina ya wale walioomba, na vyuo vimeendelea kuchakata na kupitisha katika mabaraza yao kwa maana ya seneti na bodi, kwa ajili ya kutoa idhini kwa wale ambao e, wamekidhi na wale ambao hawakukidhi vigezo, kuwapa taarifa ni kwa nini hawakukidhi. Sasa awamu ya kwanza imekamilika, awamu ya pili nayo imekamilika. Sasa kukamilika kwa awamu hii ya pili, matokeo ya wale ambao wamepata vyuo na wale ambao hawakuweza kupata vyuo yatatangazwa na vyuo vya elimu ya juu siku ya Jumatatu tarehe 6 Oktoba 2025. Awamu ya kwanza ilikamilika, tulitangaza. Awamu ya pili imekamilika matokeo yao sasa waliopata na wale waliokosa yatatangazwa na vyuo husika vya elimu ya juu siku ya Jumatatu tarehe 6 Oktoba 2025. Sasa yakitangazwa yale, kuna wale ambao wamepata chuo zaidi ya kimoja, wamepata chuo zaidi ya kimoja, watapokea ujumbe mfupi kupitia e, simu zao. Ujumbe mfupi wa simu utawapa namba ya siri ambayo wataitumia kuweza kujithibitisha kwenye chuo kimojawapo. Sasa wako na wengine ambao kwenye awamu ya kwanza walipata chuo zaidi ya kimoja, wanawezekana kwa sababu moja ama nyingine hawakuweza kujithibitisha, watatumia nayo nafasi hii kujithibitisha. Muda wa kujithibitisha utakuwa kutokea tarehe 6 eh, Oktoba mpaka tarehe 19 Oktoba 2025. Kwa hiyo watatumia nafasi kutoka tarehe 6 Oktoba mpaka tarehe 19 Oktoba kujithibitisha. Sasa, baada ya kukamilika kwa awamu hii ya pili ambayo ilikamilika tarehe 21 Septemba 2025, Tume ya Vyuo Vikuu imepokea maombi kutoka kwa wadau mbalimbali, na wadau wakubwa ni Jumuiya ya Wanafunzi wa Taasisi za Elimu ya Juu Tanzania, Tahliso. Tumepokea maombi kutoka kwa Tailiso lakini tumepokea pia maombi kutoka kwa vyuo vya elimu ya juu. Tailiso wameomba kwamba wako waombaji ambao kwa sababu moja ama nyingine walichelewa kutuma maombi yao au hawakuweza kupata. Kwa hiyo wameiomba tume kuangalia uwezekano wa kufungua dirisha lingine. Lakini vyuo vya elimu ya juu pia vimeiomba tume kwamba bado zipo nafasi kwa baadhi ya programu ambazo bado hazijajaa. Kwa hiyo tume iangalie uwezekano wa kufungua dirisha lingine. Sasa, kufuatia maombi hayo, kufuatia maombi hayo na baada ya kufanya uchambuzi, imeonekana ni busara. Sasa tume imefungua dirisha lingine, litakuwa dirisha la tatu na la mwisho, ambalo dirisha hili la tatu sasa linafunguliwa siku ya Jumatatu tarehe 6 Oktoba na litakamilika tarehe 10 Oktoba nafasi zilizobaki ni chache. Kwa hiyo kwa muda huo wa siku tano, waombaji ambao kwa sababu moja ama nyingine hawakuweza e, kupata nafasi katika vyuo vya elimu ya juu au wale ambao hawakuweza kutuma maombi yao, kwa hiyo wana wana wanashauriwa kwamba wautumie muda huu vizuri, na wakati huo huo vyuo vyote vya elimu ya juu ambavyo vinadaili shahada ya kwanza vinashauriwa sasa vifungue mifumo yao siku ya Jumatatu, tarehe sita, kwa programu zile tu ambazo bado zina nafasi. Programu inaweza ikiwa imebakiza nafasi kumi, imebakiza nafasi tano, basi ifunguliwe kwa nafasi zile, ili sasa waombaji waweze kutuma maombi yao. Tumetoa pia ratiba mpya inayoonyesha namna ambavyo udahili wa awamu e, hii ya tatu takavyokuwa na huu utawekwa katika tovuti yetu ya Tume ya Vyuo Vikuu. Waombaji waliopata udahili zaidi ya chuo kimoja, wakitaka kujiona kwa haraka, nao wanaweza kuingia kwenye tovuti ya Tume ya Vyuo Vikuu, wataona pale majina yao. Lakini vinginevyo katika eh, zile tof, eh, eh, akaunti zao walizotumia majina yao watayaona, kwamba mpata chuo zaidi ya kimoja. Sasa nitoe wito kwa waombaji wote wa udahili, nitoe wito kwamba watumie nafasi hizi vizuri, waitumie nafasi hizi vizuri kuweza kutuma maombi yao kwenye zile programu zenye nafasi, na wale ambao sasa wanahitaji kujithibitisha watumie muda huu vizuri kuweza kujithibitisha katika vyuo na programu ambazo wanazipenda. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kusema hivyo, ni washukuru sana kwa kufika na nyiye mmekuwa wadau wetu wakubwa, mmekuwa mkitusaidia kupeleka taarifa mbalimbali e, zinazohusu elimu ya chuo kikuu nchini Tanzania kwa wadau wetu ndani na nje ya nchi. Asanteni sana kwa kuja na asanteni sana kwa kunisikiliza.